Unatazama ELCT Karagwe Diocese Channel. Usisahau kusubscribe, like, share na kucomment. Naitwa Mchungaji Joakim Makori wa Diocese ya Karagwe, nimetumikia Diocese hii sasa kwa kipindi cha miaka 23 kwenye sharika, vituo na majimbo, na kwa zamu hii ninatumika kwenye idara ya mipango na maendeleo ya Diocese hii ya Karagwe inayoongozwa na Mheshimiwa Baba Askofu Daktari Benisoni Kalikawe Bagonza. Tunao mradi wa utetezi kwa ambao unahusisha mambo ya ukatili wa kijinsia ambao unakusudia kuwa kuwaongoza watu ama wananchi wetu katika misingi ya haki na kujiepusha na mambo ya unyanyasaji wa kijinsia, na kwa zamu hii mradi huu umeandikwa kufanya shughuli na huduma yake kwenye jimbo la Rukajange tulipo sasa na jimbo la Nkwenda Teule. Katika jimbo la Nkwenda Teule tumepita kwenye mitaa na usharika wa Ruabwere, usharika wa Nkwenda mtaa wa Mundinzi, usharika wa Nyarutuntu mtaa wa Kashami na Kitega. Kwenye mitaa hiyo ni maeneo ambayo yameonekana wazi na ni dhahiri kwamba kuna watu wanaumizwa kwa njia ya kupigwa na kuumizwa kwa maana ya mwili. E, yametokea, metokea unyanyasaji wa kiakili umetokea unyanyasaji wa kijinsia kwa maana ya watoto wa kike, watoto wa kiume wanateswa na kunyanyasa katika misingi hiyo. Mateso kwa wanawake inaumiza, na watu hao wa wanakosa namna ya kuwatetea. Sasa kanisa linaingilia kati kuzungumza zaidi na kuelekeza hawa wanandoa wanaishi pamoja, waache kunyanyasana katika misingi misingi hiyo ya kingono, lakini misingi ya kiuchumi, misingi ya malezi ya watoto, kuwatesa watoto na kuwapeleka watoto wa kiume tu shuleni na kuwaacha wa kike, lakini kumbe na wa kike wanahitaji kwenda masomoni, na lakini pia tunahitaji kukumbushana misingi yetu ya asili ya awali, tuliishije enzi na enzi, wajibu wa mama, wajibu wa baba. Wababa wamezikimbia familia na wamama wamezikimbia familia, watoto wanarandaranda mitaani. Zote hizi ni athari zitokanazo na unyanyasaji wa kijinsia wakati huu, na katika siku hii ya leo tupo katika jimbo la Rukajang, na ndani ya jimbo hili tunashughulika kwenye ushirika wa Nyakanga mtaa Nyakanga, tupo kwenye ushirika wa Murushaka mtaa huo wa Murushaka. lakini ndani ya ushirika wa Nyakanga pia mtaa wa Nyakiziba, kwenye eneo hili kuna mambo yaligundulika dhahiri e, ulitokea ukatili uliotokana na marumbano kwenye masuala ya kiuchumi. Mama na baba, na watoto wameungana kumuua baba, ni miezi kama nane hivi iliyopita kama sio mwaka mmoja. Eh, maeneo ya Katinkimo tutakwenda huko. Waliungana kumuua baba. Kisa wanahitaji mali, wanahitaji mashamba yale yakawa aliyoyalima huyu mzee akishirikiana na familia. Lakini eneo hili la Nyakanga limekuwa na matukio. Limekuwa na matukio, aliuawa mtoto. Tunaiona serikali ikipita. Mimi nasema ikipita. Polisi wanapita kwa sababu hakuna hatua zinazochukuliwa. Wahusika bado wako huko kijijini na matatizo kama hayo yanaendelea kutokea. Aliuawa mtoto na siku si nyingi wananchi wenye asira kali wakamuua mtoto wa huyo mtu anayetuhumiwa, e, kumpoteza mtoto. Jambo hili ni taaruki katika kijiji. Muda si mrefu pia uliopita tumeona watu wakijiua hapo Nyakiziba, wengine wamechomewa nyumba e, wanajinyonga na kujiua kwa parafosi katikati ya vijiji. Watu wanakunywa pombe ili kupunguza mawazo na stresi mbalimbali, wengine wamejiua kwa kamba Mambo ya ushirikina yote haya yanahusishwa kutokana na hali halisi kwamba watu wana mateso, wana mateso ya kiakili, wana mateso ya kimwili, wana mateso ya kiroho. Msongo wa mawazo umezidi, watu wameishiwa nguvu na namna ya kufanya. Mtu anaona kuliko kuishi katika mateso haya ya, ya namna hii afadhali yanywe sumu, na mara nyingi wanatumia parafos. Hii dawa ya magugu ndio imetumika kuwamaliza watu kwenye eneo hili. Sasa baada ya kukusanya hizi data zote zaya haya nayozungumza. Tukafikiri sasa tufanye advocacy, tufanye advocacy kwa njia ya kufundisha na kuielimisha jamii kwamba basi ee, baba na mama watimize wajibu wao kama baba na mama kwa kuwalea watoto. Wazee tulionao vijijini na bibi tulionao vijijini wawasaidie hawa kizazi kipya, badala ya kuishia kwenye mambo ya dot com wakisaidia kizazi kipya kutokana na na, values na norms za zamani tulizoziishi ziendelee kutupeleka kizazi hiki mpaka vizazi vijavyo. Eh, hakuna namna nyingine kwamba mtu anaweza kuipata amani isipokuwa tu amani inaanzia pale nyumbani. Malezi bora kwa kuelimisha watoto bila kubagua, kwa mgawanyo mzuri wa kazi bila ubaguzi, baba azalishe na mama azalishe na wote wakutane mezani wakubaliane namna ya matumizi. Hii itatusaidia kupunguza changamoto ya minyanyaso na mateso tuliyo nalo. Na hili ndilo lengo na mradi wetu katika utetezi na kuwafikisha watu kwa Mungu wakiwa na furaha, sio kuwafikisha watu kwa Mungu wamechoka. Asanteni sana kwa kunisikiliza na Mungu awabariki. Unatazama ELCT Karagwe Diocese Channel. Usisahau kusubscribe, like, share na kucomment.